Yale yanayoweza kujulikana tuyajue, tusiaogope eh? eh? Yeah. Kwa sababu imani imani ni ni ni jambo lingine. Imani ni kukubaliana na mambo mambo ambayo hayana ushahidi ushahidi ushahidi, lakini knowledge, yeah, ni kujua mambo yanayojulikana yenye ushahidi yeah. Tunasema belief is, yeah, faith is believing in an unverified thought. An unverified thought. Yani wazo ambalo halina ushahidi. Unaweza kusema sawa, kuna moto, kuna milele, kuna nini, kuna shetani ni unverified, ni yani mawazo hayako verified, hayana ushahidi, lakini tunayaamini na kuamini uweze kuzuia. Lakini kujua ni tofauti, knowledge ni kujua jambo ambalo una uhakika nalo. Kwa hiyo bora tuishi kwa kujua, sababu hapo nanasema hatutaangamia perish for lack of, si of lack of of knowledge, sio faith, nisika na imani kubwa sana, perish. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami, Prince Katega wa pili. Karibu wana na mabinti wa mama Afrika ya na uhakika. Sasa tumeamka kwa sababu kumepambazuka. Tunaposema kumepambazuka, tuko kwenye new age, aquarian age. Age zinabadilika, tulikuwa na old stone age, new stone age, iron age age new iron zikaendelea ages mbalimbali. Sasa tumefika the aquarian age, eh, kwa Kiswahili hapa tunasema digital age. Mambo yamekuwa mapya kabisa ya. Tunaendelea kuongelea Pasaka. Hii ni sehemu ya pili, na nakupeleka sasa ndani zaidi, sababu mwanzo tulieleza pasaka nini, tukagundua kwamba pasaka sio sherehe ya kufufuka kwa Bwana Yesu bali ni ile tambiko eh, ile sadaka ya kuchinja ambayo ndio kwenye Biblia inaitwa Passover Pasaka, eh. Kwa hivyo leo tutakwenda ndani zaidi, na nakukaribisha na kwa furaha kwamba nimeona wako wenzangu ambao wao wamejitoa mwanga, kusema kweli ya? tuko prophet, na prophet IPM anasema wazi wazi kabisa kwamba bila kuchinja e, bila sadaka ile dhabihu ya kuchinja mambo hayaendi, tutajidanganya. Kama unafuata dini ya Kiislamu ya Kikristo, kuchinja kuko kwenye maandiko. Kama huko kama sisi tunaofuata e, dini zetu za mila na tamaduni, kuchinja ilikuwa ndio sadaka iliyokubwa. Kwa hiyo IPM nampongeza sana big up, man of God. Ya? Yuko na kijana amejitokeza eh? Chionda. Hongera sana. Si watafuta lakini, nitawatafuta lakini swali, mtandao unamtafuta humu, nasoma unaona, kwamba anasisitiza umuhimu wa sadaka ya kuchinja sacrificial offering dhabihu, yuko mgeni kumsema zamani kinamleta kwako pia naye ni Nabii Cres wa kwanza ambaye anasisitiza kwamba, tena yeye ana maandiko kabisa na kitabu msaafu naitwa Ramani hai Takatifu ume ukisoma, kinywa cha Mungu kupitia Nabii huyo Cres wa kwanza, anasema tambiko ndiyo ibada yenye nguvu kuliko zingine zote, na ndio maana hawa dini hizi za wakoloni watawala wetu wanatuzuilia ili sio tupate matunda. Basi kwenda nami nisikilize, tupitie hata kwenye maandiko ili tuone kwamba kumbe akina IPM eh, na hawa wengine wako sahihi kabisa. Niko hapa kuungana nao, tutengeneze timu kubwa. Yuko mmoja ambaye sijaongea naye, ni rafiki yangu mzee wa upako. Kwa namna anavyofundisha, mimi ninaamini na yeye hawezi kuchomoa kwa sababu anasema tena, yeye ni chief eh? Eh? Ni mwana wa ufalme, hawezi kutoa kwe, kutoka kwenye hii. Kwa hivyo naye naamini atakuwa sawa. Akinisikia watu wake, naomba naye ajitokeze na uhakika yuko pamoja nasi. Basi karibu, twende pamoja, tujue mambo ya Pasaka tambiko hili eh, tunakwenda vizuri. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Lakini hapa kwenye sura ya 12 tunaona baada ya Mungu kuambia kupitia Musa wafanye wachinje, akasema sita uh, and when your children ask you what does this ceremony mean to you then tell them It is the Passover sacrifice to the Lord. Maka alisema ni amri ya milele. Ukitaka kusoma, sitaki kukumbia mstari mingi. Hiyo sura ya kumi na mbili, soma mstari wa kumi na nne, soma wa kumi na saba na ishirini na nne, anarudia ni ni amri ya milele. Anasema basi Yesu alikuja kwa Adamu yake, Mungu mbili, soma mstari wa kumi na nne, soma wa kumi na saba na ishirini na nne, anarudia. Nataka hapo niweke sawa mchungaji au bishop asijakaku kakupotezea hapo, wambie, mbona anasema ni amri ya milele na hapa amesema vizazi na vizazi? Wakiwauliza hii ni nini tunayofanya kila mwaka, wambie ni Pasaka ya Bwana. Soma mwenyewe, msaa Pasaka ya Bwana kuchinja ainakupeleka. Sasa agano jipya, uone kwamba haya sio mambo eti ya agano la kale. Fungua Luka, fungua na mimi kifungua Luka na kwenye njiri wanatuambia Luka alikuwa Luka likuwadktluka Katega ni watu watafiti, hiyo ana uhakika, alifuatilia mambo haya anatuambiaje Luka e, sura ya 22 na mbili vitabu au njiri tunavyosema kama ilivyoandika na Luka nasema Then came the the the day of the unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. Asa ikafika siku ile ya mikate isiyotiwa chachu siku ambayo lazima dhabihu ya Pasaka au mnyama wa Pasaka lazima achinjwe. Atolewe kafara. Yaani hakuna kupepesa macho hapo. Yo siku sasa msile mikate tu uh -uh. Neno linasema ambapo the passover lamb had to be sacrificed, yani mwana kondoo au mbuzi alikuwa lazima achinjwe. Haya, msikilize bwana yesu anasemaje enapo nakuweka kwanza vizuri hiyo, yeah. Sherehe inaitwa Pasaka, lazima mwana kondoo achinjwe. Maki, mnasema last supper, meza ya Bwana, karamu ya mwisho, karamu inakwendaje? Eh, eh, yeah. tunakunywa juisi angalau, wa wa katoliki wa kidogo wanakunywa wine, yeah. Lakini ha, la damu, sio kunywa, lakini ah damu ionekane, sio chinje. Haya, tunaisoma sura ya 22, tuanze mstari wa 7, nimeshaisema. <coughs> Then when they came the day of unleavened bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. Mstari wa 8. Jesus sent Peter and John Saying, go and make preparations for us to eat the Passover. Eh? Anamwambia Yohana na Petro, nendeni mkafanye maandalizi kwa ajili ya sisi kula Pasaka. Kwa hiyo Bwana Yesu anahimiza, siku imefika, tukale Pasaka, na pasaka tumesema ni kuchinja sadaka ile ya kuteketeza. Bwana Yesu anaamuru, anajua imefika wakati Wakamuuliza uh -huh. What do you want us to prepare for it? He said. He replied. Tufanye wapi? Akajibu. as you enter the city the man carrying the jar of water with uh, will meet you follow him to the house that he enters and say to the owner of the house the teacher asks Where is the rest room where I may eat the Passover with my disciples? Mwambie mwenye nyumba huyo fuate. Bwana anauliza wapi chumba cha wageni ambako eh, mwalimu wetu atakula Pasaka pamoja nasi. Kwa hiyo Bwana Yesu anaandaa kula Pasaka. Pasaka tutajua ni nini, ni kuchinja ya, yeah, mwana kondoo. Kwa hiyo unasema wakaenda huko kama Bwana Yesu alivyowaambia. Sasa mstari wa 14 tena natia msumari hapo. Wameshaandaa tayari. Anasema when the hour came Jesus and his disciples reclined at the table and he, wakakaa meza. And he said. Yani hapo lazima washachinja washaandaa kila kitu. Yeah? And said to them, Bwana Yesu akasema kwao, Asema, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I I suffer. For I tell you, I will not eat it it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Anasema, nilikuwa na wiwa sana nile pasaka hii nanyi, kabla sijateswa, kabla sijaenda kufa kufa, lakini naona siku zinakaribia na kufa kunakaribia, sema Mungu wangu niwezeshe ni ile pasaka hii na wanafunzi kabla sijaondoka. Kwa hiyo akasema na kuiwa akasema, kwa sababu sitakula nanyi tena mpaka nirudi kwenye utimilifu wa mambo. Hapo kuna maswali, hatuhitaji kwenda sekondari. Hapa inaonyesha Bwana Yesu alikula pasaka kabla ya mateso yake, akala na wanafunzi, na akajua wataendelea kula wao kwa sababu ni amri ya milele. Akasema na mimi nitarudi, nikirudi tunakula tena. Sasa tunaambiwa a a yameisha hayo. Eh, hakuna nani kasema yamekwisha. Milele ni milele, kwa hiyo tutakwenda vizuri hapo, lakini nimekuweka background eh, ya maandiko, hatuendi ovyo ovyo neno Pasaka. Sisi tulikuwa hatuna neno kama Pasaka. Lakini kuchinja tu kwa sadaka, dhabihu ya kuteketeza tambiko, tumefanya miaka yote maelfu na maelfu. Afrika na India wanafanya na Wakristo kwa mfano Wakatoliki, sisi tunajua wanafanya Vatican huku. Tuna commemorate tunaadhimisha, ndio maana eh, taka wakiaya mi wananipa ush ushahidi zaidi walivyokuja, wakatwambia kwenye siku ya misa ile wanakiita kitambo kya misa eh, tambiko la misa. Misa ni Kilatini, Kiingereza mass. Kumbe ni tambiko la jumla la watu wengi eh. <laughs> mass eh, celebration. tuna commemorate kinachofanyika kule. Kwa hivyo ndugu zangu wa Wakristu naomba tunapofanya Pasaka tujue atusherekee kifo au fufuko ah -ah. tunasherekea sherehe ile ambayo iliwatoa Waisraeli kule Misri na sisi kwa sababu wa Wakristu tunasoma kitabu ambacho kinaanza kwa Waisraeli huko, taifa teule, taifa la Mungu Tuchomoke, jitambue binti na mwana wa mama Afrika, amka kumepambazuka, twende nami Prince Katega wa pili wapiri. Uh, jambo ambalo mimi binafsi kwa kweli hali ni fresh, halini freh, sikubaliani na iko damu ya mtu eh. Waingereza wanaita human sacrifice. Inazuiwa kabisa kila mahali hata dunia yote. Huwezi kumtoa kafara mtu <clears throat> hata awe mwanao tena huyo wa pekee yake, lakini hata angekuwa mwanao wa mia mbili unamtoaje dhabihu afe? Na kwenye Ukristo kwa overall tunasikia ni mwana kondoo wa Mungu, ndiye aondoaye dhambi ya dunia. Mwana kondoo, Lamb of God who takes away the sins kuna mambo yalikuja kubalika, kwa maana nampenda sana nabii mkuu eh, Dr. Geordavie na yeye anataja hapa maana nyingi anasema. Nimsikia siku moja kwa makini, karudia mara tatu anasema, jamani, hii Biblia tunayosoma usije kafikiri ndio ile eh, anasema hii ni copy ya copy ya copy. Yes, sikilize Nabii Mkuu Geordavie, eh, huyu ni ki, ni kigogo kabisa anajua maandiko Nilifuatilia historia yake, alisema tangu akiwa na miaka mitano alikuwa anaanza kuoneshwa na Mungu. Eh? Anasema mpaka akaanza kupewa gitaa na piga muziki bila kufundishwa. Kwa hiyo, ukisikia manabii wapo. Kwa hiyo nabii mkuu Geordavie alisema unapoona Biblia. Kwa hiyo kuna mambo yamebadilika, yakabadilika mpaka wakaweka sasa mtu ndiye anakufa badala ya kondoo. Ukitaka fuatana nami. Ingia hata kwenye angalia picha za zamani kwenye Ukristo ilikuwa nawe kwa kondoo amebeba bendera. Kwa hiyo mkombozi alikuwa ni kondoo kweli, sio mtu. Mimi kuniambia Mungu analeta mtu afe kwanatufundishaje? Kwamba ukipenda sana watu wa wilaya yako au mkoa, unatoa mwanao afe kwa ajili yao? Hiyo tunaiacha kwenye mabano kwa siku nyingine, lakini itafakari, jitambue binti na mwana wa mama Afrika, amka kumepambazuka twende nami, Prince Katega wa Pili. Eh, kwa hiyo mimi naamini kwamba katika kopi tunaweza soma, labda ni kopi ya kopi ya kopi ya kopi mara saba, ndo ghafla ikatuletea mtu kufa sarabani badala ya mwana kondoo, na kwa mwana kondoo wa Mungu ndo anaondoa dhambi. Sasa ghafla sio mwana kondoo, anakuwa mwana mtoto wa Mungu Bwana Yesu Kristu anakufa. Sasa wanasema aliyembitrei, eh, ni aliyem Eh, ni, ni, ni, ni Lucas, you, you, sorry, Judas ndio kumsaliti. Kwanza kumsaliti pia sikubaliana naye, anamsalitije? Tukisoma hapa sasa, tutasoma maandiko yote, injili inaonyesha kwamba kabla Yesu hajakamatwa aliingia Yerusalemu kwa mbwembwe kali. Eh, kiingereza wanaita the triumphant entry, kaingia kabisa, yaani kapanda juu ya punda. Wakina mama wanatandika mavazi yao makanga wanakata na eh, matawi mpaka ile Jumapili ya matawi. Hosana, mwana wa Daudi, yani, mtu ambaye juzi kaingia kwa mbwembwe, kila mtu amemuona, kwani mji una watu wangapi enzi hizo? Leo ghafla eti, kumuua, mtafute, mtu mnataka mpaka mtafute mlipe pesa aje kuwaonyesha Soma tu Biblia. Hautakubaliana na mimi kwamba ah ndio maana Nabii Mkuu Geordavie anasema inawezekana hii ni copy ya 20 eh. Kwa hiyo haiwezekani Yuda akamsaliti kwanza. Pili, hebu tusome sasa kumsaliti kwenyewe. Anasema tupeleke utuonyeshe. Akasema nitakaye mbusu ndiye. Yaani, maskari wa mjini hamjui Yesu. Eh? Ni kama hapa Bwana Diamond anataka kumfanyia jambo. Eh hata ingekuwa maskani sitaki kusema tu hata na jambo baya, lakini wanamtaka tu, eh, au hata kwa jambo zuri atakumpa zawadi tuzo, unapewa na tukupe hela tu uje utuonyeshe Diamond ni upi? Hata mtoto mdogo hapo wa darasa la pili Diamond anamjua. Sasa leo Yesu amumjui ghafla. Okay, naleta point ya kwa maandiko. Sura Mathayo sura ishirini na saba. Tuanze mstari wa 3. Wanasema, when Judas

that's your responsibility. Jukumu lako hilo. So so Judas, sikiliza huu mstari vizuri. Uh, so Judas threw the the money into the temple and and left, then he went away and hanged himself. kwamba kwamba alivyosikia Yuda kwamba Yesu kahukumiwa kifo oh, mimi ndio nimembetray ah, Akakimbia ita akarudisha zile fedha, vipande thalathini, kwa makuhani, wakavikataa, akavitupa chini ya sakafu ya ikalu, akaenda kujiua. Na ukiendelea hapo, nakwambia makuhani wakakataa kuziingiza fedha kwenye mikoba yao, wakasema, ah, hii ni, ni pesa ya damu. Endelea kusoma mwenyewe wa. Wakasema basi, tutazinunulia shamba, shamba la kuzikia wageni. Kikwao si Kiebrania, Kiunani, wanaisaudi sio Kiunani, Kiebrania wanaita Akeldama tasoma. Huyo ni Mathayo sura 27. Sasa ni kuonesha kwamba ni mambo ya utata ambayo inaweza kufanya kusema, au hata kifo chake kutokea nini? Haya. Tusome matendo ya mitume ambayo nayo hii wanasema iliandikwa na Dr. Luka baada ya kufuatilia mambo <coughs> Sura ya kwanza ya Mathayo. Sorry, ya ex, eh, matendo ya mitume. Anasema. Tuende mstari wa 15. Wanatafuta mtu akumreplace kuchukua nafasi ya Judas sama Peter, kwa mkubwa wao anasema, in those days Peter stood up among the believers and said, brothers, the scripture had to be fulfilled through the mouth of David concerning Judas who served as guide for those who arrested Jesus. Anasema, he saw he was one of our number and shared in this ministry. Sasa mstari muhimu ni wa kumi na nane. Anasema, with the reward he got for his wickedness, Judas bought a field where he fell headlong. His body burst open and all his intestine split out. In Jerusalem heard about this. So they called that That field field in their language Akeldama. That is field of blood. <laughs> Utata mkubwa sana hapo, Nabii Mkuu Geordavie nampapongeza, kwa maana hii inasoma ni kopi ya kopi ya kopi ya thelathini au ya ishirini na tano. Manake huku tumesikia Yuda alirusha fedha kwa makuhani, akazitupa chini, makuhani wakanunulia shamba inaitwa Akeldama huku kwa Matendo ya Mitume tunasoma Petro akisema kwamba kwa zile fedha za udhalimu, Judas alichukua zile fedha akanunua shamba, na anasema kwenye shamba lile Judas alianguka kichwa chini, akapasuka tumbo na matumbo yakamtoka, na lile shamba likaitwa Akeldama, shamba la damu. Sasa jiulize, shamba linunua Iskariote kwa zile fedha au alinunua makuhani kwa zile fedha alizorudisha. Shamba moja alizonunulia na watu wawili kwa pesa zile zile. Pesa zile zile zile zile, zimerudishwa hapa, hazijarudishwa. Kwa hiyo ndiyo nasema mazingira hata ya kifo yanatia ukakasi mkubwa, eh. Na ufufuko nayo na mazingira yanatia ukakasi mkubwa, tunasoma maandiko hapo sababu tunasoma huku, sitarudia. Najua wanasema alfajiri akina mama wakaenda. Unasema Maria Magdalena akakimbia kwenda ikaruni. Sorry, kaburini. Ndio nakuta kaburi liko wazi. Karudi mbio. Jamani wamemchukua Bwana, akamwambia kina Petro na Simon. Lakini injili nyingine inasema walienda Maria Magdalena, Maria mama Yakobo, Maria Salome, mama Salome. Injili inaongeza na Joana na nani watano. Ukija anasema alienda mmoja, unasema alienda watatu, unasema alienda watano. Na kufika pale wanasema Magdalena alikuta jiwe limeshaondoka hamna mwili, lakini injili nyingine nasema walipofika wakakuta jiwe bado lipo, wakaona malaika anakuja. Eh, si malaika, walimuona jamaa yake, malaika ana mwili. Anyway, wakamuona malaika akavingisha jiwe, ila hawakuona mwili unatoka. Kwa hiyo ndani ya jiwe bado alishachomoka. Eh, nasema aliwaambia malaika nienda, mkawaambie tukutane Galilaya, lakini injili nasema hawakusema, waliogopa, nyingine nasema walisema kwa hivyo hata hiyo hakuna aliyoona anachomoka, na mazingira yanatatanisha. Sasa hiyo itakuwa ni somo lingine tofauti, lakini nayo nimeona nichomekee hapa kusambu, kwa sababu wameuliza kuhusu Judas. Kwa hiyo injili zetu hizi au yetu hii ina utata kubwa. Tumana, yisaza. Kwa maana mimi sasa ninafurahisha kuona kwamba yawezekana navyosema eh, eh, nabii mkuu Geordavie kwamba ni kopi ya thelathini imeshabadilishwa sana kama ambavyo tunakuta wanatuambia mambo ya moto wa milele jahanam gehena. Hiyo tukisoma mwanzo huku ni shior Kigiriki, shior ni kuzimu, sio motoni. Kwa hiyo tutaendelea kujadili haya mambo, ni vizuri, it is healthy, vizuri tusome madam mambo yana maandishi, tuyajadili kwa upendo kabisa yale yanayoweza kujulikana, tuyajue, tusiaogope eh? kwa sababu imani ni jambo lingine. Imani ni kukubaliana na mambo ambayo hayana ushahidi, lakini knowledge yeah? ni kujua mambo yanayojulikana yenye ushahidi yeah. Tunasema yeah, faith is believing in unverified thought. An unverified thought thought an, yani wazo ambalo halina ushahidi. Weza kusema sawa, kuna moto, kuna milele, kuna nini, kuna shetani ni unverified, ni mawazo hayako verified, hayana ushahidi, lakini tunayaamini na kuamini wezi kuzuia, lakini kujua ni tofauti. Knowledge ni kujua jambo ambalo unauhakika nalo. Kwa hiyo bora tuishi kwa kujua, sababu hapo lasema hatutaangamia perish for for lack of knowledge, sio for lack of faith na imani kubwa sana kiruka perish.